Tangia ianze mwezi wa kwanza huyu msija hata wali na uogopa kununua kwa sababu elfu tatu na mia tatu sina. Nanunua na nunua dona 1400 ninakula na watoto, lakini wali ninakuwa na hamu nao. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Siku hii ya leo field yetu tumeingia moja kwa moja katika soko la vyakula linalopatikana hapa eh, Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Lengo kuu ni kufuatilia bei za bidhaa. Inavyosemekana ni kwamba bei za bidhaa mbalimbali zimepanda. Mchele, unga, Mahindi, karanga na vitu vingine, na wananchi wakizungumza cha kwao lakini pia hata wauzaji nao wakisema sababu ya bei hizo kupanda ni kule ambako wao wanachukua bidhaa hizo. Bei ambayo wanachukulia ni tofauti kwa sasa hivi hali imekuwa tofauti kidogo. Faida Online TV watu wa field, pasi la hiana, tukasema hii hatuiachi ipite kabisa. Tumekuja hapa na kuzungumza nao, watu waambiwe undani wa taarifa hiyo. Mimi naitwa Karim, Faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Alimanzi Malikito, naishi kijiji cha Moma. Kuhusu vyakula, hali mi naona ngumu kwa sababu bei tofauti na malengo, kipato kidogo, chakula bei mbaya. Tunaomba tu kama, kama serikali itatuhurumia basi tupozee kidogo kuhusu vyakula tu. Sababu mafuta ni kawaida, lakini vyakula tumekwama, kwenye vyakula wanatuambia kwamba sisi hapa tunamuzeni hivyo kwa ajili ya na usafiri safiri ya Tubana ndio maana tunaauza mchele shilingi 3300. Wakati mimi shilingi 3300 sina kununua chakula na hali chakula cha mchele na kitaka kula na watoto wangu. Tangia ianze mwezi wa kwanza mimi sijala hata wali na uogopa kununua kwa sababu 3300 sina. Na nunua dona 1400 ninakula na watoto lakini wali ninakuwa na hamu nao. Yaani na kwa siku kuu mpaka siku kuu zinasifukuelea ya, ya mfungo mosi ndio tunapata kilo mbili, basi tukaitana watu wote tukala hapo hapo. Fatuma Mohamedi Chimburi, yeah. Kwa kweli bei ziko juu sana bado hazijashuka, yeah. Upande wa unga nao pia uko juu kilo, kwa sasa hivi tunanua elfu mtaani tunanunua mpaka elfu moja mia tano elfu moja mia nane inategemea na sehemu. Kila siku ni kamba, ikifika Januari yani mambo yanakuwa ni mengi, alafu na bei nazo zinazidi kuongezeka, kwa hiyo tunashindwa kujiendeleza pia katika majukumu yetu. Kwa majina anaitwa Saidi Mohammed Liwowa, ni mfanyabiashara wa soko kuu Mtwara, soko la nafaka. Kutokana na mfumuko wa bei ambao upo sasa hivi sokoni ketu, sisi wafanyabiashara tunachukulia ni swala la kawaida, kutokana na nyakati tulizokuwa nazo kwa miaka yote nyakati kama hizi vitu huwa vinapanda sana bei, kutokana kwa sababu bei, au wakati wa mavuno tayari umeshapita. Sasa hivi tupo wakati ambao tunaenda tena kupanda. Mkulima sasa hivi hana bidhaa yoyote, chukulia hizi biashara zetu ambazo tunazifanya, hana bidhaa yoyote soko ndani, isipokuwa aliyekuwa na ile bidhaa ni mfanyabiashara ambaye alinunua mwanzo na kaisteki. Kwa hiyo ili naye aweze kupata chochote kitu, ndo anauza wakati huu na hawezi kuuza bei ndogo. Mwezi wa kumi na kumi na moja bei za mchele ulikuwepo elfu mbili mia mbili elfu moja mia nane elfu mbili ulikuwa unapata mpaka elfu mbili mia tano mpaka elfu mbili mia nane pia ulikuwepo, inategemea na grade ya mchele. Kwa sasa hivi mchele umpanda bei yani, mchele ni ile ile, lakini mpanda bei kutokana na upotevu wa bidhaa husika. Mfano, sasa hivi mchele wa kawaida unapata kwa elfu mbili mia nane 2700, ambao kipindi cha mwanzo mwezi wa kumi wa tisa kule ulikuwa unapata kwa shilingi 2800 mpaka 2200. Kwa jina naitwa Mohammed, natosa manunuzi. Tatizo ni manunuzi, kwa sababu tukinunua bei ya chini hu huwezi kuuza kwa bei kubwa, sababu watu sasa hivi wanatembea na wanafahamu bei ya Songea, bei ya Mtwara, bei ya Dar es Salaam, bei ya Mbeya, vyakula jinsi vilivyo. Kwa nini sisi tupandishe? Lazima watakuja kuuliza kitu kama hicho. Ukiona Mtwara, vitu vinapanda ujuu, huko tunakochukua vitu vinapanda, lakini sisi bado tuko pale pale kwenye levu ile ile ambayo mnunuzi aliziki na, na bidhaa zetu humu ndani ya soko. Kwa jina naitwa Juma Salmu Sinani, ni mfanyabiashara wa soko kuu. Chele saa hivi huko elfu mbili mia nane mia saba mpaka elfu tatu ukilinganisha na kipindi kilichopita, kwa sababu kile kipindi kilikuwa cha mavuno. Sasa hivi hata uko kwenye Ifakara huko kidogo na ni ile mchele uko, uko bei ya juu. Kwa hiyo ukilinganisha uchukuaji wa kule Ifakara mpaka unaleta huko sasa hivi bei ziko, ziko juu. Vile vile maharage maharage tunauza sasa hivi na 2500 mpaka 2700 ukilinganisha na miezi iliyopita huko Songea ilikuwa tunauza yani ilikuwa, mpaka elfu mbili. Naitwa Msham Said Kaisi, mwenyekiti wa wafanyabiashara soko kuu Mtwara. Hmm, ni kweli zimepanda, mfano unga umepanda na mchele, baadhi ya aina ya mchele umepanda bei, lakini tukitaka tuki, tuki kuzungumzia hili sana sana ni season kwamba tuko katika msibu Msimu wa, msimu wa korosho. Msimu wa korosho, mara nyingi sana bidhaa nyingi zinapanda, sawa eh, kwa sababu hitajio linakuwa kubwa kwa wanunuzi. Yaani kwa sasa hivi hitajio la wanunuzi ni kubwa kiasi, kiasi ambacho hata waliosteki bidhaa inafikia mahali mtu anamaliza bidhaa zote. Sasa kutokana na hali hiyo inapelekea bidhaa zinapanda, lakini hili halitodumu. Sasa hivi tumeingia mwezi Januari kuanzia sasa hivi nafikiri, vitu vingi vitaanza kufanyaje? Vitaanza kushuka bei, kwa sababu hitajio linapungua, kwa sababu msimu kati, tunavyozidi kwenda yale mahitajio ambayo yalikuwa juu yanazidi kushuka. Na nafikiri hii leo, mmekuja leo, lakini mtakapokuja tena mara ya pili kuanzia mwezi, mwezi, mwezi, mwezi, wa, mwezi wa pili